halisi ya maandalizi imeiona kwa upande wa TANTRADE wana asilimia zaidi ya 85. Tunawashukuru sana lakini makampuni binafsi yanafanya kazi kubwa sana ya branding na wanaelekea kuzuri. Nitoe wito huu kwa mashirika ya serikali, spidi yao ya maandalizi ya branding iko chini mno, wakiendelea na hali ya kusuasua huenda tukafika tarehe tatu mabanda yao yakawa hayana hadhi inayostahili nichukue fursa hii kuwasihi sana wajifunze kwa makampuni binafsi kwa jinsi wanavyokwenda kwa spidi kwenye branding siku hizo baki ni chache uzinduzi ni tarehe tatu na kwa kawaida siku ya uzinduzi tunakuwa tumeshaanza siku tatu nne kabla Niombe sana waje kwenye swala la branding na kukamilisha mabanda yao. Tutakuja kufanya kikao chetu cha ulinzi na usalama tarehe 25 na kuona namna bora ya kuhakikisha ulinzi na usalama katika eneo hili unakuwepo. Tutakuwa na, na, na kamera za kutosha zitakazo kuwa zinatunza zina, zina, zina, zina kumbukumbu kwa ukiingia sabasaba na tabia zako za ukibaka ukibaka tutakuwa tumekwisha kuona na tutakukamata saba saba. Niseme kistaarabu mje kwa ustaarabu. Sasa uito kwa makampuni yote ya usafirishaji na yenye uhusiano na bandari, kuanzia hivi sasa ninavyosema hatuhitaji kuliona roli lolote likiwa limepaki kwenye maeneo yanayokaribiana na Sabasaba. Maonyesho haya ni maonyesho makubwa kwa Afrika Sio kwa Tanzania tu kwa Afrika. Kwa hiyo kwa mara hii target yetu tunatarajia washiriki zaidi ya elfu tano watashiriki makampuni ya ndani na nje. Nchi tayari 23 zimethibitisha, tunaendelea kupokea nchi nyingine, nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Burundi, Rwanda wanakuja. Kwa hiyo, tunatarajia nchi zitaongezeka hadi tarehe 28, lakini pia, kwa upande wa maandalizi kama mlivyoona tayari maandalizi yanaendelea asilimia zaidi ya 85 tayari maandalizi kwa upande wetu na kwa upande wa makampuni binafsi na wao wanakamilisha branding na tunafurahia kuona kuna ushindani mkubwa wa ku brand makampuni, na tunatarajia zoezi la ujaji, watakuwa wana jaji, mchuano utakuwa mzuri sana, kwa sababu kila mmoja amejitahidi kufanya branding yake vizuri katika ushindani wa banda bora.